Waheshimiwa wananchi wa Mchoteka, leo tumekuja kwenye viwanja hivi kwa kazi moja tu, na hiyo kazi itafanyika tarehe 29 siku ya Jumatano, kuanzia saa moja kamili mpaka saa kumi jioni kwa ajili ya kwenda kupiga kura kwa viongozi waliopitia kwenye Chama cha Mapinduzi tuna bavo umepangiwa ili tukapige kura, na ukifika kwenye kituo, utakutana na watu watatu. Utakutana na mgambo, utakutana na msimamizi msaidizi wa kituo, utakutana na msimamizi wa kituo, lakini pia utawakuta mawakala wa vyama vya siasa. Wewe mama, wewe kijana, wewe baba, kazi yako ni kuchukua kadi ile kura unakwenda kumwonyesha msimamizi wa kituo, yeye anakusoma kwenye daftari na hatimaye anakupa karatasi tatu. karatasi ngapi? Tatu. utakuta wagombea kadhaa pale, wapo. Wewe kazi yako ni kwenda kuangalia pale kwenye jembe na nyundo, kwenye kijani iliyoiva utamkuta mama Samia amejifunga ulemba mweusi na Emmanuel John Mchimbi amevaa shati lake la kijani na nywele zake za kumpendeza, kijana wa watu. Wewe kazi yako, kazi yako, kazi ile karatasi. Baba usinitimulie kwanza. Wewe kazi yako, unaiona hii karatasi? Unaiona karatasi? Wewe kazi yako, huku kwingine unaziba huku. Baada ya kupata hii karatasi, utatia tiki kwenye chumba

katika nchi yetu, nye mnajua mama wa watu jinsi alivyojitolea kwa ajili ya maendeleo kwenye taifa hili. Msimwangushe mama wa watu, mama mzalendo, mama ambaye anajua matatizo ya watu. Si tupo pamoja? Kwa ya pili utapewa karatasi ya mbunge, karatasi ya mbunge. Wapo chindu malari wa unaziba. Wow! Yani, usimuone usimtoboe macho usitoe chochote. We, kazi yako ni kwamba antutula tumpele ya kanane ana mwentere vicivanchoteka, jamani, mwentere chichi yeah! Utakuta Fadhili Chilombe ana kipala kidogo, amevaa shati ya kijani, ametulia ana macho ya uba wewe kazi yako kwamba kwalanga jwandana nawae jwavili wa unakunja unaweka kwalikunya yawanya mama, yeah! Mnanielewa, yeah! Hapa kwa Fadhiri huku kuna jembe na nyundo na kijani, una mkuta Fadhiri amevasha kila kijani, nefanana na chama chake. Huku kuna boksi, kwenye boksi hapo mama u Unakuja kwenye udiwani unakuja kwenye udiwani nkwarimanyawanya abanari kwamba aba baa aba aiaba chinkatende chicikwarimashauri abanari kwamba kwaleka abanari nkwaunichila yele ligana kwamba kwaunichila